Sikia mwanangu, wewe pambana hata kama wanasema kwamba eti una kipaji hata ya kuimba, kaka imba. Hata kama wanasema kwamba uweze kuigiza, kuigiza movie ya action, kaka wewe pambana. Kuna watakaoipenda wata, hata kama ni asilimia tano, kaka pambana. Dadai posti, ila tu usijidhalilishe, usikubali mtu kukuangusha kwamba eti wewe uwezi. Wewe unaweza. Kwani wewe ushinde ushinde usiweze, wengine waweze? una mikono na miguu, hata kilema hawezi, wewe ushindwe? Oya wewe unaweza, wewe amini, wewe unaweza, wewe amini. Unajua kuimba, kaza tu sauti, utakuwa nayo safi, utakuwa na jitihadi, utakuwa na nguvu ya kuigizia. Kwa mtu asikukatisha tamaa sana, usisikia sana maneno ya watu, hususan ukisikiza maneno ya watu. Ni wale wa karibu ambao wanakufahamu ndio siku zote ndio wanajaribu sana kukatisha tamaa, usiweze kufanikiwa kutimiza malengo yako. Pambana ndugu yangu, mwanamke huwe na jinsia gani, pambana usisikie watu. Yani binadamu ukiwasikia kwa asilimia chache tu, umedondoka wewe. Unafanya kazi anakwambia kazi ni mbaya, mwambie wewe baki na ya kwako. Anakushauri sijui mkeo yuko hivi, achana naye, pambana, nyosha, angalia hapo sehemu yako mwisho. Akisha kushawishi ukaacha ile kile unachokifanya mfano, um, msanii ukaacha kuimba kwa sababu si niliseme ukaacha kuigiza, si nilisema ukacha na mkeo. Sunaona kashindwa anajifanya. Oya we, kaza, endelea kujifanya tu, kaza.